Hauwezi kufanya tu mazoezi alafu ukachagua sehemu za kupungua. Utafanya mazoezi matako yatapungua, utafanya mazoezi shepu itapungua, utafanya mazoezi maziwa yatapungua. Uwezi tu kaja ukasema na target, mimi nataka nipungue kifua, lakini maziwa yangu vile baki vile vile. Mimi nataka nipungue tumbo, lakini matako yangu yabaki vile vile. No, that thing haipo, namna na kitu kama hicho. Lakini kuna mazoezi ya kutengeneza kifua chako nita posti siku na kuna mazoezi ya kutengeneza shipu yako. Unahitaji kufanyia kazi ili uweze kutunza vitu vyako. Haiwezekani tu kwa miujiza eti punguze sehemu fulani ili uache sehemu fulani. Hapana, huwezi kutarget, yani huwezi kutarget ni punguze tumbo, hauwezi. Unaweza kutarget kuimarisha misuli ya koo, misuli ya tumbo, lakini hauwezi kutarget kupungua sehemu moja alafu usipungue sehemu nyingine, kwa sababu ulipokuwa unaongezeka uzito au kuyapangia mafuta yaende, eti nenda kwenye makalio, nenda mikononi naenda kwenye shingo, na anapoanza kupungua yanapungua ya yanavyotaka yenyewe, kwani itaanza sehemu flani, taanza sehemu flani. Na mwili unapoanza kuwa unapungua, una kawaida ya kuchukua sehemu flani kidogo, sehemu flani kidogo, sehemu flani kidogo, that's it. Ila huwezi ku target it, mimi nipungue kitu flani, maziwa nataka yabaki hivi, no. Lakini kuna mazoezi ya kuyafanya ya, kuna mazoezi ya kifua ya kusimamisha kifua chako, kuna mazoezi ya kufanya una shape nzuri, so ukienda gym mwambie tu trainer malengo yako, lakini usimbebeshe mzigo kama huo, unamchanganya na kujibu ndio ndio, mwisho siku utakuwa disappointed. So mwambie, nataka kutengeneza shep, nataka kupungua, lakini tengeneze shep hiyo. Ni kazi rahisi sana zaidi nampatia. we are moving